Unatazama Furaha FM Media. Ni vibaya kuchezea rasilimali za shule, kwa sababu tunataka kujenga kizazi bora kijacho, na tunajenga maadili. Siku moja nilisahau kamera ndogo kwenye kituo cha tren nani Hamburg, na nilikuwa naenda Berlin. Umbali ni Dar es Salaam na Iringa. Nikasema nimepoteza kamera, wakasema ujieleze. Nikaeleza. ulipandia wapi train? Nikasema Hambo. Wakauliza Hambo, mmeona kamera ndogo? Wakasema ndio, kuna kamera ndogo hapa, imeandikwa om. Ndio hiyo ndio. Umepotezea Dar es Salaam, unapiga simu toka Dar es salaam ko Iringa, unaletewa kamera yako kama ilivyo poteza simu Tanzania we. Hatuna tunu zinazotunza heshima yetu zote, ninyiwo. Sasa somesha mtoto, si ndio? Mimi hapa si ndio? Hao walimu hapa. Tumia rasilimali zako zote, si utakufa, utaondoka, utabaki na kaburi tu. Unang'ang'ania ng'ombe wa nini? Unang'ang'ania mbuzi wa nini? miti ya nini kupunguza miti somesha watoto. Amezungumza ha afisa mafunzo hapa kwamba ile Chinese proverb kwamba ukiona unakunywa maji, basi jue kuna mtu aliwahi kuchimba kisima, na ukiona umekaa kwenye kivuli kizuri sana unafurahia, basi jue kuna mtu aliwahi kupanda mti, ndio maana wewe umekaa hapo. Niombe nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wanafunzi wa form 4 waliohitimu mwaka 2004 walijaribu kuungana pamoja, kutambua kwamba waliwahi kukaa kwenye mti, na kwa hiyo wameanza ukarabati wa madarasa yale ulioyaona pale. Umeona tumepiga chupi, tumepaka rangi male ndani, kuna dari za kisasa kabisa. Ni kwa sababu wametambua kwamba waliwahi kukaa kwenye mti aliopanda mtu, lakini tunafanya kila tunaloweza kuendelea kufanya ukarabati kama ambavyo umeona tunaendelea na tunaamini baada ya miaka michache shule itabadilika katika mwonekano na itakuwa mpya kabisa, na naamini hao vijana kama watakuja miaka mitano ijayo wanaweza kupotea hao. Mimi ninaitwa mchungaji General Kivamba, mchungaji tabibu wa kinywa na meno na Chaplin wa hospitali ya Ilula. Sasa sisi wazazi, mimi nataka nimwahidi kwa niaba ya wazazi wenzangu wote, watoto hawa kwa namna iwayo yote, ni lazima tuwafikishe kwenye ndoto zao. Wanaotaka wawe wana sheria watakuwa wana sheria, wanaotaka kuwa walimu watakuwa walimu, wanaotaka kuwa madak wanaotaka kuwa madaktari lazima wawe madaktari. Kwa hiyo tunaomba Mungu atusaidie, ili atupe fursa, ili watakapokuwa wamefanya mitihani yao ya kitaifa hapa, basi tuwaandae kwa ajili ya kwanza chuo vyuo vyao vikuu watakavyokuwa wamechaguliwa. Kwa kweli tunamshukuru Mungu na tunaendelea kuwaombea na tunawaombea hata watakapofanya mitihani yao ya kidato cha sita, wa perform kama ambavyo baba askofu amewatakia baraka za Bwana, na sisi tunawaombea na tunawatakia baraka za Bwana ili wa perform vizuri. Tunawapongeza, kila la heri, Mungu awabariki, wajiandaa kuendeleza zaidi, waje waende wafaulu vizuri, waje waende chuo kikuu. Kwa jina naitwa Nestor na Victor Kianza. Ni mhitimu wa kidato cha sita mwaka 2025 Pomerini Secondary School. Napenda sana kuwashukuru wazazi kwa sababu wao ndio ambao wameendelea kutuwezesha kwa kutoa ada mbalimbali mbali, kwa kutusimamia, kwa kutulinda, na kutuwezesha mpaka tumefika kidato hiki cha sita. Wametoa ada zao nyingi na ahadi zetu ni kwamba hatutaweza kuangusha, bali tutaweza kufaulu vyema, na kila ambacho wamekitoa hawatakuwa wamekitupa, ila watakuwa wamepanda mbegu njema kwetu. Naitwa Evelyn Mgala, ni mhitimu wa kidato cha sita. Kwenye mahafali ya leo nimefurahi kwa sababu nimefanikiwa kutimiza baadhi ya ndoto zangu, na nikiwa nasubiri mtihani wangu wa taifa, na nina makadirio kuf... Kiukweli nasikate tamaa, kufika hapa nilipofika, kwa sababu sio ngumu, ni rahisi sana pale ambapo ukikutana na shule au walimu ambao wako vizuri kama hapa nilipo mimi, hawezi ukakata tamaa. Na ndoto kubwa sana nyingi. Pia ndoto yangu kubwa ni kuja kuwasaidia wale ambao wanakata tamaa, kuwasaidia wafike hapa nilipofika mimi. Kwa wazazi na walezi, napenda kuwashukuru sana, kwa sababu o ndo nguvu kubwa ya mimi kufika hapa nilipo. Sasa hivi unatazama Furaha FM Media.